Mwaka wa 2024 idadi ya washiriki ilikuwa elfu moja na mia saba na sitini. Tumeambiwa mwaka huu wamefika elfu mbili. Hili ni ongezeko la asilimia 13. Mamko huu ni uthibitisho na upendo mlionao wananchi wa Mbeya kwa Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, na kwa kushiriki kwenu kuonyesha kuwa mko na hamasa ya juu kushiriki michezo ili kuimarisha afya. Hili jambo la marathon wakati analianzisha inawezekana kuna watu walilibeza, wakasema hili hapana. Lakini leo waulizeni wafanyabiashara wa Mbeya ni biashara kiasi gani wanafanya kwa kuwepo kwa Tulia marathon. Amewaweka pamoja wana Mbeya, tunazungumza lugha inayofanana, amehamasisha umoja wetu kama wana Mbeya. Hatuzungumzi vyama vya siasa wala hatuzungumzi dini zetu tunazungumza so kama wana Mbeya tunaopenda kusukuma maendeleo ya Mbeya yetu hi iingine hii mbio, mbio haikusanyi fedha kwa ajili ya, ya, ya io no, so mbio ya kibiashara hii. Ni mbio ambayo tunakusanya kusaidia mambo mbalimbali kwenye jamii. Sasa tulianza na gao, tukiwa tuna lengo la kuboresha miundombinu ya elimu na afya, na kwa kweli tumefika sehemu nzuri. Tunachofanya, tunawasaidia wale watoto ambao hawawezi kwenda shuleni, tunawasaidia uoza madaftari Kiasi chochote kinachochangiwa kinaenda kuingia kwenye jamii, na mimi nimeshuhudia kiela walemavu wakijengewa Sante nyumba, nimeshuhudia huko skuruhuma, nimeshuhudia huko Simiu, walemavu wakijengewa nyumba kupitia Tulia Trust ambayo chanzo chake cha pesa mojawapo ni Tulia Marathon. Sasa Tulia Marathon imetupa fursa mmoja wapo. Kama mwaka unaokuja tena, tutakuwa tumejiandaa vizuri zaidi. Sisi kama Spirit of Family Investment tumeshiriki kwa mara ya kwanza, tunashukuru sana. Unanufaika kwa sababu kwenye mazoezi ya jogging hizi marathon unaweza kutumia kinyeti chetu. Kikakupeleka mbali zaidi kwa sababu hakina hangover yoyote. Kwa maana unaweza mtu kalewa ukawa tabani, hamna. Tumefika hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Sababu tuko na watu wengi hapa kama ambavyo umeona. Mbio hizi ambazo zimeandaliwa na Mheshimiwa Tulia Marathon.

Kama mashindano ya kijinsia moja, wanaume wakiambatana na mita mia, wanawake tunaomba twende na oba, muda